Nikatoka na maraka sangu nimekuja kufika hapo Somboika, nimepika kona kidogo hivi. Nikienda kwa hiyo kona, nikaona roho ndio hii, naye imewapatia vitu vya hivi edon, nikaingia hiyo roho, tukaingia na mimi, nilimka mtu macho hivi, ndio naambia Mungu hako wacha, nawaambia kitu, wapendo wa Mungu wanajua sana. Unajua nilikuwa nimekoa kidogo kidogo, nilikuwa rufukufuku, nilikuwa mtu Niko huku na kanyanga hivi naenda registra sita. Lakini wacha nikwambie siku hiyo gari ilifika. Hiyo vuku vuku ilishia hapo. Mimi nimeokoka watu wa Mungu. Mama ako hapa. Eh, hey, nimwambia hiyo mambo hiyo sasa hiyo Mungu alikutaka hawezi kataa. Mimi mali nitoa hiyo gari uimamu anaanza kuambia. Waliona, akasema hiyo gari itatoka mtu wako hai. Walikuja wenye mulango weykanja wawazema, si mtu alikufa hayuko, so mpiga mfunje motoe mwili. Wakati wanavunja mimi mw, nikitoka hivi nilisimama hivi nikatoka, mama moja akasema hey, shetani kwa <laughs> sababu ndamu aliyang, ni ukweli. Aliangalia huyu mtu, hakuna ndamu, hakuna male, imenguzwa gari mbele, imeisha hakuna kitu, inaonekana imabati Mama alirudia huko anasema hii mvizi mdomo nitataka. So wapendwa, bila maneno mingi kwa sababu hakuna muda, mimi tamani nikwambia kwamba mimi nimejua Mungu wako na hii safari ya ndadi ni kama Mungu alisema siku ile babako ataenda ataenda na wewe ukoke. Bwana sio sana. So mimi nimejua huko ndadi ameona, nimeacha dukani naokoka. Ameacha huko, kwa hiyo mbarikiwa sana.